Hebu tusikilize maneno ya familia ya general Shikatenda waliotoka huko mjini Lubumbashi kuhusu kifo chake. Karibu kwa mara nyingine tena kupata habari zetu kutoka Grand Lake One TV. Iliwa kwanza kupata habari zetu bonyeza alama ya kengele comment, share. Hapo utakuwa umetunga mkono asilimia mia kwa mia Grand Lake One TV, the sound of news. Bembe wa Fizi Tombe mahala popoto wanapopatikana, leo Jumatano tarehe 4 Julai mwaka 2025 ambapo walikwenda kupokea kifu, na habari ya kifo cha Luteni General Sikatenda Shabani huko makao makuu mwa nchi ya Kongo ya kidemokrasia Kinshasa. Hivyo jamaa ya Wabembe wanaoishi mjini Lubumbashi jimboni Katanga walikwenda kukusanyika kwa ajili ya kuangalia namna gani watakwenda kufanya maandalizi ya kilio hicho cha Luteni General Sikatenda Shabani tutakuwa na mafua mengi sana. Kwa ya kwanza ilikuwa nikilio kenye jamaa yetu ya Wabembe tunapata. Nampoteza mzee wetu hayati General Sikatenda amefariki leo, amefariki korokoroni Kinshasa wa heshima na zaidi, yeah, no. kwa tunaomba yeah. Asante sana tushimame, patie hii ministri de silence. Sagi, si mnajua, tuna wa jamadari wetu wengi sana, wako vile vile korokoroni Kinshasa, wamefungwa na serikali yetu, na mara nyingi tulikuwa tunaomba kujua makosa yenye walifanya kujua wanawafunga kwa ajili gani na muda ambao watafanya pale vile kizuizini, mpaka leo hatujapata na hawajatujibu na mzee wetu kisi ametuacha. Kwa tunaomba serikali inaweza ikatusaidia kwa kufanya kazi na kwa kuheshimia sheria za nchi, mtu hata kama akiwa kizimizini, na sheria ambazo Umoja wa Mataifa, mtu unapaswa kuheshimu anapashwa kupata usalama, anapashwa kupata chakula na vile vile anapashwa kupata matibabu. Mzee wetu kwa hiyo pointi ya kwanza ametuacha iko na miaka themanini na sita, alikweko retrete, balimutosha mu residence sirveye ya kumfunga, bakaenda tena kumfunga mpaka gisi ametutangulia. Tukiendelea katika hiyo pointi ya kwanza, tutaomba jamaa ya wandugu wote wenye wako ulimwenguni kuangalia gisi gani tunaweza tukafanya tukatosha mchango kidogo kidogo kwa ajili ya kuwaza gisi gani tunaweza enda kumustiri udongo wa wababu zake. Huyu muda tuko ndani ni muda gumu sana kwetu sie watoto wa teritwari ya Fizi tombo saki simu. Najua tuko na wengine wenye wako korokoroni, tuko na wengine wako na mawazo ya kuja kufanya kwetu ikuwe sehemu ya vita, ikuwe sehemu ya mapambano. Sasa sisi kwa machachi emo yambon, ya mbondo ya Grand Katanga na emo ya mbondo ya dunia nyumba tulikuwa tuko tunahitaji vitu viine. Kimoja ilikuwa ni upendo, kingine ilikuwa ni umoja, kingine tulikuwa tunahitaji ni maendeleo. Hatuhitaji pale kunyumba ikuwe sehemu ya mapambano. Kama patakuwa watu wako na hiyo mafikiri, tutawaomba waende sehemu ingine, watafute sehemu kwenye wataenda kupambana, na ni muda sisi tubaki mu umoja, jopo ya ine